Shirika la Uwezo Tanzania linalotekeleza mradi wa Alive, kwa kushirikiana na mtandao wa elimu wa Kikanda RELI Africa, linasema umahiri wa vijana kushiriki stadi za maisha na maadili upo katika kiwango cha chini. Mkurugenzi wa Uwezo Tanzania, Baraka Mgohamwende ameyasema hayo baada ya mkutano wa kujadili na kupitia taarifa za utekelezwaji wa jitihada zilizofanywa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja katika wilaya sita nchini, juu ya uhamasishaji kwa wazazi na walimu kukuza stadi za maisha na maadili kwa watoto. Kwa tatizo ni, ni kubwa na eh, shirika la Uwezo Tanzania na wadau wengine tunatafuta mwarobaini wa kuweza ku E, kupandikiza ama kulea e, kwa Kizungu wanasema nurturing e, hizo life skills na, na, na, na, na, na maadili ili vijana waweze kuwa e, wana, wanaweza kujisaidia wenyewe, lakini wanakuwa ni wanaweza kutumika vizuri kwenye jamii. Mkutano huo umeratibiwa na shirika la Uwezo Tanzania ambalo ndilo linaongoza katika utekelezwaji wa mradi wa stadi za maisha na maadili kwa kushirikiana na mashirika mengine. Lakini hata hivyo, baadhi ya wadau kutoka mashirika hayo wanaeleza hatua wa mbalimbali zilizopigwa katika mradi huo unaojumuisha mashirika yasiyo ya kiserikali zaidi ya sabini Afrika Mashariki wenye lengo la kulea na kukuza stadi za maisha na maadili kwa vijana. Inaonekana kwa mujibu wa ripoti yetu, asilimia nane tu ya vijana wa Kitanzania ndio wana uwezo wa kutatua matatizo kwa levo ya juu. Kwa hiyo hiyo, pamoja na matokeo mengine ya stadi hizi nyingine, yalitusukuma kuangalia, tutapitia nyanja zipi na wadau wapi ili kubadilisha hali iliyopo. Tuliweza kuona eh, wazazi mwanzo walikuwa wanachanganya dhana ya stadi za maisha na stadi za kazi, lakini kupitia eh, programu hii ya mashirikisho ya wazazi pamoja na walimu kuhusiana na masuala mazima ya stadi za maisha, tuliweza kuona kwamba kuna mabadiliko, lakini pia mafanikio mengine ambayo tuliyapata kupitia mradi ule, tuliona mabadiliko katika e, utendaji ama namna wanavyowalea watoto. Nasema stadi za maisha natakiwa mtoto anazaliwa nangu, lakini anapokuwa amezaliwa jamii ambayo inamzunguka pamoja na wazazi wanatakiwa kuzikuza zile stadi za maisha. Pale Mvomero sisi tulipokuwa tukishughulika na kuwahusisha wazazi katika kufikisha stadi za maisha kwa watoto wao matokeo yalikuwa makubwa sana. Kwa upande mwingine, tunafahamu uh, maeneo ya Mvomero kumekuwa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Tulifurahia kwamba kumbe wazazi waligeuza zile stadi za maisha zisifae tu watoto badala yake kuhakikisha kwamba migogoro ile inapunguzwa lakini kiukweli mafanikio mengine ambayo kwa sasa hivi tunayaona ni kubadilika kwa zile shehia. Baadhi yao kumekuwa na ushirikiano mkubwa ambao wanafanya kazi zao kwa kushirikiana na hadi kufikia kushirikiana baina ya shehia na shehia u, tunaweza kusema kijiji na kijiji. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.